Kwa upande wa wachezaji na tayari na huyo kikosi hicho, Shomari Kapombe ipo pamoja nasi hapa kuzungumza maandalizi kwa ujumla, kwa niaba ya wachezaji wenzake. habari za asubuhi. Ah, kwa niaba ya wachezaji naweza kusema kwamba tupo tayari eh, tupo tayari kuelekea katika mchezo wa kesho dhidi ya Azam. Tunajua mchezo hautakuwa mwepesi, mchezo utakuwa ni mgumu lakini tupo tayari kupambana ili kuweza kuhakikisha tunapata pointi tatu, na naweza kusema mpaka sasa hivi maandalizi yanaweza kusema kwamba yako katika asilimia ya tisini. E, mpaka itakapofika kesho itakuwa e, katika asilimia mia kuweza ku, ku, kuweza kupambana katika mchezo wa kesho na kuhakikisha tunapata pointi tatu. so, tatu kuto uh, kufanya vizuri kwa kwa timu ya Azamu, sio eh, kwamba tunaichukulia ni, ni advantage. Sisi tunachochukulia ni jinsi timu yao jinsi ilivyo kwa ujumla, kwa sababu tunajua Azam ina wachezaji wenye quality nzuri eh, ina kocha mzuri. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tunaenda kwa kuiheshimu timu ya Azam, lakini tunaahidi kupambana kuhakikisha tunapata point uh, tatu ukiangalia uh, okay, katika mechi nyingi zilizopita tumejaribu kutengeneza nafasi nyingi na tumeweza kufunga magoli machache, lakini nachoshukuru kwamba benchi letu la ufundi li, liliona li hilo e, na kupitia, kupitia mwalimu wetu e, E, session ambazo tulizokuwa tunazifanya zaidi zilikuwa ni, ni kurekebisha yale ambayo yalikuwa yanafanyika vibaya na kuyafanya yawe mazuri hususan katika, katika eneo la, la, la, la kushambulia. Kwa hiyo na imani kwamba kwetu sisi natupa ugumu kwamba tunapocheza mchezo halafu tukatengeneza nafasi na, na zile nafasi ambazo tunazotengeneza tuzitumie. Kwa hiyo na imani kwamba walimu kwa jinsi walivyo walivyo walivyorekebisha na kila kitu kitakuwa sawa na kitakuwa katika asilimia 100. Sawa, swali la mwisho kwa mchezaji <muchizani> uh, mchezo wa mwisho tumepata ushindi, na naweza kusema kwamba ni, ni, ni, ni mwendelezo wa, wa kile ambacho tulichokuwa tumekiacha katika, katika mechi za, za, za ligi. Kwa hiyo e, kwa upande wao walikuwa wameweza kupata suruhu, na ndio maana mwanzo niliweza kusema kwamba hatutaangalia kile ambacho wao wanakifanya, wana zaidi ambacho tutaangalia ni thamani yao e, na ukubwa wao waliokuwa nao E, ndio sisi natupa motivate katika mchezo wa kesho ili kuhakikisha tunafanya, tunafanya vizuri, na kikubwa ambacho tuko nacho ni kuhakikisha hichi ambacho tulichokifanya katika mchezo uliopita tunakiendeleza ili kuweza kuwa bora zaidi. Kapombe, mwisho kabisa ni mchezo wa nyumbani, licha ya kuwa mchezo wa nyumbani pia ni mchezo wenye hadhi ya dabi. Zungumza na mashabiki wa Simba Sports Club, waeleze wale namna ambavyo mnawahitaji kuelekea mchezo wa kesho. Uh, kwa niaba ya wachezaji naweza kusema kwamba naomba wanachama na mashabiki wote wa Simba kuweza kujitokeza kwa wingi katika mchezo wa kesho.